Adhabu iliyopewa huenda ikakushangaza ni mtalii mmoja kutoka nchini Urusi ambaye amekamatwa katika uwanja wa ndege nchini Thailand baada ya video yake kuzagaa katika mitandao ya kijamii akikiuka amri ya sita akiwa katika pickup. Mithili ya mgombea katika kiti cha ubunge au cha urais katika kampeni za uchaguzi, video ya jamaa huyu kutoka nchini Urusi imezagaa katika mitandao ya kijamii katika ukanda wa Asia Kusini, ikimwonyesha akiwa na mdada mmoja katika pick up. Mdada huyu akionekana kuwa ameshikilia mabomba ambayo hufungwa kama ilivyo kawaida nyuma ya pick up, na huku kitendo ambacho kikiendelea, bila shaka, licha ya kuwa kimefutwa kutokana na kuzingatia maadili. Bila shaka watu hawa walikuwa katika faragha. Ni kitendo ambacho hakikustahi ili kufanyika hadharani, walikuwa katika falagha. Kitendo cha falagha kimefanyika hadharani. Jamaa huyo alikamatwa katika uwanja wa ndege akijitayarisha kuondoka nchini humo Thailand, baada ya kuona video yake hiyo imezagiwa katika mitandao ya kijamii na kugundua ya kwamba tayari ni msala dhidi yake. Baada ya kukamatwa jamaa huyo na kufikishwa katika kituo cha polisi, na mwanamke ambaye aliyekuwa naye amejitetea kwa kusema kwamba alikuwa akiigiza, na ukiangalia katika video hiyo alikuwa bado kavaa nguo zake, kama anavyofahamisha alifahamisha kwamba alikuwa akitaka tu kutrendi na wala hakuwa katika kitendo hicho kama anavyotuhumiwa. Na mwanamke waliokuwa naye amekiri ya kwamba alipewa dola 40 aweze kukubali kufanya kitendo hicho. Thailand ni moja miongoni mwa maeneo tofauti ambayo watalii kutoka katika mataifa ya magharibi huwa wakijielekeza katika mataifa haya Asia kusini kwa ajili ya ngono. Jamaa huyu, kitendo ambacho kimezua gumzo katika mitandao ya kijamii, alikamatwa uwanja wa ndege akijaribu kutoroka baada ya soo hii kuwekwa hadharani. Alivyokamatwa, kufikishwa katika kituo hicho cha polisi, ameweza kuhukumiwa marufuku kuingia nchini Thailand na kurejeshwa kwa nguvu nchini Urusi. Hiyo ndiyo adhabu aliyopewa mtalii huyu aliyethubutu kufanya kitendo hichi katika pick up mithili ya mgombea katika kampeni za uchaguzi. Unasemaje kuhusu adhabu hii ambayo kapewa jamaa huyu kutoka nchini Urusi? Ingekuwa Afrika Mashariki, unadhani ni adhabu gani angeweza kupewa jamaa huyu?